Ongea kwa sauti. Sasa hivi unaona kidogo? Sasa hivi hebu niangalie, unanyona arangijanaa ulu Ulikuwa hauoni lakini sasa hivi unaanza kuona eh? Ongeza sauti kidogo. Sasa hivi unaanza kuona? Ao kwa nimevaa kwa nguo gani? Sasa kwa eh. Eh. Eh. Eh. Tokea siku ile nimekuja kwenye maombi, kitu kitu gani ulikuwa unasikia au ulianza kuona lini? Tokea siku ile nimekuombea ulianza kuona lipi? Jumatatu jioni. Jumatatu jioni. E, ilikuwaje kwaje mpaka ukaanza kuona? Yaani kitu gani ulikuwa umelala, ulikuwa umelala au ulikuwepo? Kitu gani kilitokea mpaka ukaanza kuona? Mama alifanyia hivi na leo nikalala mpumzike. Eh. Ngana nikalala alafu nilipoamka... E. Kasemathcngj aliyokuja amefanya vizuri, nikasema k, basi tupigie Yesu makofi. Kisabu ni kituo cha watoto ambao ni walemavu, ni kituo ambacho kinahudumiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mungu ameniambia nikitembelee kwa ajili ya kufanya maombi, na kama tulivyo kuwepo, walimu walimu hapa, naomba mje kiwe ushuhuda siku ambapo nimekuja kuwaombea hawa watotonavo seme maneno machache